Usisahau kusubscribe kucomment kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Kwa kuwa jiografia ya wilaya ya Simanjiro, umbali kutoka kitongoji kimoja kwenda kingine hupowezekana ikawa ni zaidi ya kilomita kumi katika vijiji vingi vya wilaya hiyo, je, serikali inaweka mpango gani kuhakikisha kwamba maeneo ya vijiji vitongoji ambavyo viko mbali kutoka kimoja kwenda kingine na vyenyewe vinapata huduma ya umeme huu wa vitongoji? Kwa miradi hii ya sasa ya vitongoji, Mheshimiwa Naibu Spika, tumeenda kwa vigezo vya ziada. Ndio maana ile kigezo cha kwamba tunatoa sawa sawa katika kila jimbo, katika miradi hii hatujafanya hivyo. Cha kwanza, tumeangalia ukubwa wa jimbo husika, lakini vilevile vile tumeangalia ukubwa wa vitongoji katika jimbo husika, lakini na mahitaji ya kiuchumi na kijamii katika jimbo husika vilevile. Kwa niwahakikishie waheshimiwa wabunge, mtaona utofauti katika miradi hii inayokuja ya vitongoji, kwa sababu tumeangalia vigezo vya ziada kutokana na mahitaji ya jimbo husika, na ndio maana kuna majimbo makubwa yatapata vitongoji vingi zaidi, na yale ambayo hata miradi yao imetekelezwa sana kuliko uh, majimbo mengine, basi tutapunguza idadi ya vitongoji. Lengo letu ni kuhakikisha kila jimbo linakuwa na vitongoji vingi zaidi ambavyo vina umeme ili kuweza kuweka usawa. Nimhakikishie mheshimiwa mbunge, serikali imechukua hatua za ziada katika miradi hii ya vitongoji inayokuja. Katika miradi hii ya vitongoji inayoendelea, kama ambavyo niliongelea mara ya mwisho kwenye swali langu la nyongeza, kasi yake bado ni ndogo sana sana. Pamoja na kwamba umetoa maelekezo na makandarasi nimeona sasa wameanza kuripoti lakini kasi yao ni ndogo sana. Nini jitihada za serikali kuhakikisha kwamba makandarasi hao wanaongeza makundi ya kutosha kuweza kukabili ile muda walioupoteza ili watu waweze kupata umeme katika wilaya ya Nyasa? La pili, kitongoji cha Magugu ni kitongoji ambacho wakati unaenda Nindi utakipita hicho kitongoji. Je, yes, serikali itasaidia kukifanya na hicho kitongoji nacho kipate umeme wakati huo? Tunapeleka Nindi? Kuhusiana na kasi ndogo ya mkandarasi ni kweli. Mkandarasi ambaye anatekeleza mradi huu katika jimbo la Nyasa anaitwa MF na ni kweli kasi yake ni ndogo, kwa sababu atekelezi tu katika jimbo la Nyasa, lakini pamoja na majimbo mengine vilevile. Tumeshamkana mkandarasi kwa siku ya juzi na tumeshakubaliana kwamba aweke wakandarasi wadogo subcontractors watatu, ili waweze kuongeza kasi ya utekelezaji wa miradi katika maeneo ambayo amepewa mkandarasi, ikiwemo jimbo la Nyasa. Kwa hiyo nimhakikishie mheshimiwa mbunge, tumeshachukua hatua za ziada za kumtaka mkandarasi ongeze kasi kupitia kuweka masubcontractor hawa ambao kwa kweli tutawasimamia kwa weledi mkubwa sana kuhakikisha kasi ya miradi katika jimbo la Nyasa inaendelea kuimarika. Lakini kuhusiana na kitongoji cha Magugu katika mradi huu ambao unakuja kupeleka umeme katika vijiji katika vitongoji jimbo la Nyasa litapelekewa takriban vitongoji tisini na moja. Kwa hiyo tutaangalia katika orodha ile kama kitongoji cha Magugu pia hakipo basi tutaangalia kwa hatua zinazofuata namna ya kuwafikishia na wao